Eh, ploti yenye choo iko nje. Na tumbo yake na kufuruka. Mimi tumbo ilinifuruga. Jana tumbo ilinifuruga nilikula mayai, mayai pasua. Wakaniundia mayai vizuri ikaniharibu tumbo. Hewe. Kufika kwa ploti choo zetu ni za nje. Kufika kwa ploti choo zetu ni za nje. We we we we we. Aki ya Mungu kufika kwa ploti mimi ndio huyo niko tu shughuli shughuli. Watoto sijui kwa nani anaambianga watoto wa ploti wacheze nyuma ya choo. Watoto wa ploti vitoto vimeenda vimeunda uh, boma yao nyuma ya choo, vimenyamaza viko vinapiga kelele nyuma ya choo. Mimi nikasema basi, wacha nikimbie niende ni perform. Kuingia tu kwa choo, kufunga mlango pap, vitoto vilikuwa vinapiga kelele na vinanyamaza vyote. <laughs> <laughs> vina vinanyamaza vyote, vinaanza kusikiza matokeo <coughs> vitoto vinaanza kusikiza nini inaendelea huko, nini inaendelea pande hii Ay, mimi naye kwa sababu tumbo likuwa imenilemea, wacha nifyetuke. Eh, minyambuliko ya vitenzi eh, minyambuliko ya vitenzi eh, wewe wewe wewe, niliamua kurindima, ile jawai rindima usiku ingine. Vitoto vinyamaza tu kidogo, kamoja kanacheka <laughs> na vyote vinacheka. Mtu mkubwa ana nini? Mtu mkubwa ana nini? Mtu mkubwa tanga manyanga yai haya! <laughs> ya chinya na umeogopa kutoka kwa choo unakaa huko unangoja <laughs> 30 minutes inaisha, bado huko uko unangoja aibu iende kwanza.